Hujambo na karibu katika tukio lisilo la kawaida lililowashangaza Wakenya wengi. Kijana mmoja alijipata kwenye vichwa vya habari baada ya kumrushia kiatu Rais William Ruto katika hafla ya umma iliyofanyika hivi karibuni. Kitendo hicho kilinaswa moja kwa moja na kamera za televisheni na kusambaa mitandaoni kwa kasi ya moto wa kifuu. Kijana huyo ambaye kwa sasa yuko mikononi mwa afisa wa usalama ameongea kwa mara ya kwanza kupitia video iliyorushwa na kituo cha habari cha NTV Kenya. Katika video hiyo kijana huyo alijitetea kwa kusema, venye tu Mungu atamua, but niko 100% hiyo zi nifunga juu, si kukua mimi, labda waniekelee, but si kukua. Namjua maana ni mtoto wangu hangefika kwa uwanja akose kuchukua picha. Hata mwenyewe anathibitisha kwamba angarifika kwa uwanja, hata simu yake ingeonyesha maana angepika Angechukua picha. Kwa mjibu wa taarifa kutoka kwa maafisa wa usalama, kijana huyo alikamatwa mara moja baada ya tukio hilo na anahojiwa ili kubaini nia kamili ya Kamilia kitendo hicho. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka Ikulu kuhusu iwapo rais alipata madhara yoyote kutokana na tukio hilo. Hakawa analia naomba baba yake msamaha, niomba msamaha. Ha. Katika uchanga wake, ukweli wa Mungu hacha waitenda, hacha waitenda juu. Hata nilienda nikauliza, viatu yenye alitoka nayo ni viatu amefunga kama hiyo, na kiatu yenye niliona kwa mtandao. Sasa nilishanga, hata sijawahi kuiona hapa kwangu. Alitoa wapi hiyo? Tukio hili limezua mjadala mkubwa mitandaoni, Huku baadhi wa wa ya wananchi wakiliona kama ishara ya hasira na kukata tamaa kwa vijana wengi wanaokumbwa na, na hali ngumu ya maisha, huku wengine wakilaani vikali kitendo hicho kama cha udhalilishaji wa ofisi ya rais. Wow. Ni unajua tulishanga hata niliposikia nilisema, "Eh, Mungu wangu. Toto, kwa nini ule mtoto anaakua kwa mkutano? Unajua angekuwa huko? Niseme, "Wei, ni nini kilimpeleka huko? Haukua huko." Hata rais mwenyewe si kumuona. Hata sijui alikuja na ndege ngapi. Hata timu yenye alikuja si jini tusangapi. Mimi hiyo siku nilikuwa ndani ya shimo. Jeshi la polisi limetoa wito kwa wananchi kudumisha utulivu na kutumia njia za kisheria kuwasilisha malalamiko yao. Nikiripotia Kifagio Media Team, ni mie wako Daniel Jonathan almaarufu JD. Je, taka zimekuwa changamoto katika eneo lako? Kifagio Garbage Collectors ndio suluhisho unalohitaji. Tumejitolea kuhakikisha mazingira yako yanabaki safi na salama. Kwa nini utuchague? Timu yetu imebobea kwa ukusanyaji na utunzaji wa taka kwa njia rafiki kwa mazingira. Tunatoa suluhisho linalolingana na mahitaji yako, iwe ni nyumbani, kazini, au kwenye taasisi. Tunatoa huduma zifuatazo: usafi wa kila wiki na mara moja kwa mwezi, usafirishaji wa taka kubwa, bulk west, taka zinazoweza kurejelewa, ulinzi wa mazingira kwa kila hatua tunayochukua. Tupigie leo na ujiunge na familia ya mazingira safi. Nambari yetu ya simu ni sufuri Kifagio Garbage Collectors. Tukusafishie taka, tukuwekee tabasamu.